ahli lhaqi ni katika itikadi za watu wa haqi. Ibadhia sisi tunawahesabu itikadi zao ni katika itikadi za watu wa wa haqi, almabniya zilizojengewa ala tanzihi llahi taala, juu ya kumtakasa mwenyezi Mungu ani tashbihi, kutokamana na tashbihi, yani kumfanisha mwenyezi Mungu na viumbe wake, kama wanavyoitakidi Mawahabi na Hanabila watajsimi na kumtakasa Mwenyezi Mungu kutokana na nini? Na tajsim, yani kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu ni mwili kama unavyoitakidi Mawahabi na Hanabila. Sisi tunaelewana vizuri sana. Yaani unajua lengo letu la kuwasomesha haya mambo ni tuelewe uhalisia. Kwa sababu yanayoelezwa hamwezi kumpata mtu anaeleza madhe, madhehebu zingine kwa insaf na kwa uwazi zaidi yangu mimi. Na watu wenye mrengo kama mimi. Yaani, mtu ambaye kwamba madhhabu hiyo si yake, alafu anaeleza kwa nini kwa insaf, huwezi kumpata. Ama urongo, nyinyi si unaishi mitaani huku na mnaona watu, mtu akimweleza mwingine, hasa mimi ni mchafue mwingine ili iweje? Na hii ndio manhaji tuloirithi na kuisome, kuisoma kutoka kwa Shekhe letu Alimamu Hasan bin Ali Asaqafu. Maulana al-Imam Hasan bin Ali al-Saqaf ametufundisha aqida ya ahlusunnat waljamaa lakini ametufundisha insaf. ametufundisha nini? Insaf. na huo ndio muunguzo wa Qurani. Mimi itikadi yangu ni hii, lakini pamoja na kuwa na itikadi hii, kua kwangu katika itikadi hii hakunipi kibali cha kumtukana mwingine wala kumbandika mambo ambayo kwamba asiyokuwa nayo la, la, nah, hasha hashakala huo sio Uislamu wala hiyo sio nini, kama tunavyoona baadhi ya wajinga ambao kwamba hawajapata walezi, hawajapata kusoma, watu ambao kwamba walo waloibuka, ibuka tu, hawakupata malezi ya kielimu ya sawa sawa, wanavyofanya nini, wanavyowachukana wenzao. Sisi hatujajengwa hivyo. Kwa hivyo wa aqidatul ibadhiya aqida ibadhi min aqaid alil haqi almabiniya, zilizojengewa ala tanzihi lahi taala alitashbihi wa tajsimi na huu ndo msingi mkubwa, tulisema msingi mkubwa ambao kwamba unatufanya sisi tushirikiane na watu fulani au tusishirikiane nao, nini? Tanzih, kwa sababu lubu, kiini cha aqida ya kiislamu nini, ni tanzihu llahi, mabwana, qul huwa llahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu

Wakristo ni mujasima, sisi ni munaziha, ndo kitu kinachotutofautisha. Kwa hivyo huu ndio mwamvuli mkubwa ambao kwamba wenye kutufunika sisi, na ndiyo dira yetu ambao kwamba inatuongoza. Nani tushirikiane naye? Nani tusifanye nini? Kwa hivyo kama ibadhi wanaitikadi hii kuna ubaya kushirikiana nao? Naam. Na huo ndio msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Viongozi wetu toka nyuma katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, kina limamu Ahmad bin Smith kina lhabibu Umar bin Smith kina Shekh Abdallah Bakathir kina Shekh Suleimani Lalawi na wengineo katika maimamu ambao kwamba tunajifakhiri nao sisi, ni mafkhara kwetu sisi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Hao wote walishirikiana na nini na Ibadhi <laughs> bega kwa kwa bega hawakugombana nao, kwa sababu pia Ibadhi ni katika watu wastaarabu sijapatapo kuona. Kwa sababu nazungumza hivi, ni watu ninaoishi nao wakati niko masomoni Malindi tabaan. Na mimi wakati niko Malindi, muda mwingi swala ya dhuhuri na alasiri, nakumbuka nilikuwa nikiswali katika misikiti ya Ibadhi, kwa sababu nilikuwa na masahiba zangu pale. Ni watu wastaarabu sijapatapo kuona, wa kuona. Wastaarabu, akhlaki zao akhlaki nabawiya, upole wao, ukarimu Yani hatumaanishi kwamba labda ni watu fulani, labda malaika wanaotembea nini? ah, ah. Yani biljumla ni watu ambao kwamba wastaarabu, hawana fujwa na mtu, hawana shida na mtu, ama kwenye masala ya, ya, ya, ya, ya tasamuh, usamehevu na nini, fahadith wala haraj, fahadith wala, wala haraj. Wakati dola ya Zanzibar, unajua zamani Zanzibar ilikuwa ni mji ni sehemu katika Omani, mnajua si ndio? Bali wanaeleza katika historia ilikuwa wakati huo nyuma ilikuwa ndio mji mkubwa wa nini wa Omani. Mji mkubwa wa Omani ulikuwa ni Zanzibar. Hata zile makasri ya watawala wao yalikuwa wako wapi? Yako, yako Zanzibar, ama sivyo? Wakati wa utawala wa maibadhi Zanzibar, wakati wa utawala wa maibadhi Zanzibar hawakuwako makadhi wa kishafi walikuwa? Naam, walikuwako wingi, bali katika baadhi ya zama washawahi kupata nafasi ya kupewa ukadhi mkuu. Ahlusunnat waljamaa, Al Habib Ahmad bin Smet ashawai kupata nafasi ya ukadhi mkuu, fima ma adhkur. Ilikuwa wakati huu ni wakati wa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wa dola ya ya maibadhi viongozi walikuwa ni maibadhi. Masultani wa, ma wa Zanzibar walikuwa ni maibadhi. Wahakadha, Alhabibu Umar bin Smith alipata nini? Ukadhi Zanzibar, si ndio? Wakati huo masultani kina nani? Maibadhi. Kwa hivyo, walikuwa wamegawana baadhi ya miji. Maibadhi wanakuwako makadhi, kadhi waibadhi na kuna kadhi wa Kishafi. Sasa sijui, sivuti sura wala sipati picha Lau wakati ule ile dola ingekuwa ni ya nini? ya nini ya mawahabi, si ingekuwaje hizo vurugu zake eh? Wamekuja juzi tu hapa, wataka miji yote waifanye nini? Waihodhi wao na waiongoze wao kielimu na kiitikadi. Je, wangelikuwako toka mi miaka hiyo? Lakini walikuwako, hatukusikia fujo, hatukusikia shida, bali iko misikiti kadhaa wakadha ilijengwa na Ibadhi Zanziba, wakapewa Ahlusunnat Waljamaa yani, na sizungumzi mambo haya ya zamani. Ukasema hayo mambo ya kizamani. Sasa hivi hakuna taasisi za kiibadhi ambazo kama zinajenga miskiti kuwasaidia Ahlusunnat Waljamaa hakuna hmm. Sitaki kuzungumza, lakini miskiti tele tunaiona inafanya nini? Inajengwa na jumuia za nini za kiibadhi, wanapewa Ahlusunnat Waljamaa na hili hatulisemi kuwapigia debe Ibadhi. La, yani ni watu ambao wana brandi kubwa ambao kwamba hawahitaji kutetewa na mtu kama mafaa <laughs> kama mimi nawe. La, lakini tunaeleza ila haki ilivyo. Wala wala yajrimannakum shanaanu qaumin ala anla taadilu, ikiwa watu ni maadui zenu, mnaambia mwafanyie uadilifu, je, watu ikiwa ndugu zenu? Haya, lazima tueleze kwa sababu waeleza ukweli. Sasa hivi wamekuwa ni ni wachache, watu wengi wamekuwa ni watu wa propaganda, na ndio maanake sisi watuota, mboku, mboku, mboku, chafuli, watu wote ambao kwamba wanaochafuliwa tunajaribu kufanya nini? Kuwasafisha na kueleza uhalisia wao na hili ndilo ambalo kwamba nataka nyinyi mulichukue na ndilo tulilopokea kutoka kwa maulana na ndilo tulilopokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa aalihi wasallam na kutoka kwa Mola subhanahu wa taala. ta haya wayunsabu lmadhhabu, na madhhabu haya yananasibishwa Liabdillahi bn Ibadhi, yananasibishwa kwa huyu Abdullahi bn Ibadhi Almuqaisi Almuriyu Atamimiy. Huyu ni katika Banu Murra wa huwa whwa kadimu, na huu ni wakitambo. Huyu Abdullah bn Ibad ni wa kitambo sana. asara muawiyata bna abi sufian, aliishi katika zama moja na Muawiya na abi Sufian. Wa asha na aliishi ila awakhiri ayami abdulmalik bn marwan, mpaka siku za mwisho mwisho za Abdulmalik bn Marwan. Wakana na alikuwa huyu Abdullah bn Ibadh alikuwa ni mtu ni alim lakini mtu alikuwa amesimama sawasawa, wakana na alikuwa mimman kharaja, ni katika watu waliotoka ila Makkata kwenda Makka limani harami llahi taala, kwa ajili ya kuzuia haramu ya Mwenyezi Mungu Makkata lmukarama, kwa ajili ya kuzuia alkaba min Muslim bin Uqba Almurri, kutokamana na shari za huyu Muslim bin Uqba almurri Amil Yazida bni Muawiyata, gavana wa nani, wa Yazid bn Muawiya. Ni historia pana sana shekh. Twafahamu sisi kwamba Muslim bn Uqba alienda kufanya machafuko makubwa katika mji wa nini wa Makka, walienda pale kuua masahaba ndani ya nini ya Alkaba. Wali kumbewe walipiga kumbewe walipiga Alkaaba na kumbewe, shekh, pasua pasua, meua masahaba ndani ya Alkaaba kwa amri ya nani, nani? Yazid bin Muawiya lanatullahi alaihi. Sasa Abdullah bin Ibadh kwenda kupambana na huyu taghia kwenda kuihami Alkaaba, hii ni sharafu kwake au ni kitu cha kumchafua? Ni sharafu, lakini kwa vile watu wapenda tughati, wapenda waovu, na ndio itikadi zao zimejengeka hivyo, sema huyu nini, khariji ni katika nini, khawariji ni katika nini, khawariji. Lakini hadha lkhuruju kana mubarakan kutoka huku kwa abdullah bin badhi

Basi, tunaulizana historia mbona hamuiti khariji? Yeye alimwasi alimwasi Ali, tena sikumwasi tu na kufanya propaganda watu muasi khalifa wa kisheria. Haitu khariji. Abdullah bin Ibadhi amemwasi mtu ambao kwamba sio khalifa ni wa kisheria, ni watu ambao kwamba walochukua madaraka kinini kwa mabavu tena madaraka yenyewe baada ya kuchukua kimabavu wakafanya ufisadi mkubwa katika nchi na kwenda kuvunja nini Alkaba. Hawa so walioihalalisha Madina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku tatu, mnajua historia hiyo, Waqiatul Haram naijua. E, jama someni historia chukueni Alkamil fi Tarikh cha Imam Ibn Adi, moja katika aimma kubwa Ahlus-sunna tu aljamaa. Katika tarikh, someni kitabu nini, Alkamilu fi Tarikh libn Adi. Someni Waqiatul Harra, walifanya nini ndani ya Madina? Umehalalisha Madina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku tatu, wakapora mali, wakarepu wanawake, walirepiwa kwelikweli wanawake. Hata baadhi ya maneno yanasemekana kwamba baada ya mwaka mmoja walizaliwa wanaharamu elfu moja ndani ya mji wa Madina kwa sababu ya kurepiwa na, na jeshi la Yazidi. Kwa hivyo Abdullah ibn Ibadhi kupambana na hao tawaghia ni sharafu lahu. Kwa hivyo sasa, mambo yakapinduliwa kwamba hawa ndio nini, ndio khawariji, ndio wale ambao kwamba mtume aliwatahadharisha watu na umma. Ibadhi ni khawariji? E, e, e, jamaa, twacheni chupumue bwana, elezeni uhalisia wa mambo ulivyokuwa alimkhalifu nani? Kwa maslahi ya nani? Wale walienda kuwaua maswahaba ndani ya Al-Kaaba kwa maslahi ya nani? Kwa maslahi ya dini au kwa maslahi ya yao wenyewe? Kwa maslahi yao wenyewe, mabebari. Abdullah bin badhi alienda kupambana nao pale kwa maslahi ya nani? Kwa maslahi ya dini, jamaa. Kwa hivyo, haya mambo lazima tuyaelewe hivyo.

akhadha an Abdullah ibn Abbas na alisoma kutoka kwa Abdullah ibn Abbas wa tatalmadha alayhi, alisoma kwake. Kwa hivyo utakuta kwamba hao madhhabu yao ni ya kitambo kuliko madhhabu yetu sisi, undhur tarikh at-Tabari. Angalia katika kitabu tarikh at-Tabari mujallad 1, sahifa ya mia nne thelathini na nane. Kwa hivyo jamaa huyo ndo uhalisia ambao kwamba ni ngumu sana katika zama hizi kupata zama ambazo kwamba mtumi salallahu alaihi wa alihi wa sallam alisema kwamba yati ala nasi zamanu, asemaje? E, e, sataati ala nasi sanawatun khaddaatun, zitakuja itawapitia watu miaka ambao kwamba itakuwa ni miaka nini ya uhadaifu. Taban mwaka uhadai, lakini watu wa miaka hiyo watakuwa ni wahadaifu kweli kweli. sanawatun khadaatun miaka ni? ya uhadaifu. yusaddaqu fiha alkadhibu atasadikishwa ndani yake yule ambayo kwamba ni mrongo wa yukadhabu fiha lsadiqu atakadhibishwa yule ambayo kwamba ni mkweli ndani ya miaka hiyo. wa yutamanu fiha lkhain ataaminiwa mhaini ndani ya miaka hiyo. wa yukhawanu fiha lmu'taman ndani ya miaka hiyo yule

Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, nani hao ruwai bidha? Kala, mtume akalifasiri lio li neno arajulu tafihu, mtu ambaye kwamba ni tafih, mpumbavu. yatakalamu fi amri lama, anazungumza jambo la nini la, la jamii jambo la dini ambalo kwamba linausu watu wote, ndo sasa hivi yani anakaa mtu rajulu tafihu ambaye kwamba hakusoma hapa wala pale, amepita tu kwa wahuni wawili watatu, wakampa misimamo na matusi, naye amekaa naye anafanya nini? Anatoa fatwa, anahalalisha, anaharamisha. Fulani shirikiani naye, fulani haramu kushirikiana naye, fulani ni katika ahlusunnat waljamaa, fulani sio katika ahlusunnat waljamaa, fulani haifai kushirikiana naye. Fulani nani alokupa rejista hiyo? Walibadhiyuna maibadhi muntashiruna alyoma, wameenea hivi leo fi saltanati Oman, katika saltanati Oman, katika nchi ya Oman taban. Kuna Oman na kuna Amman. Oman ni nchi ambayo kwamba mji wake mkuu ni Maskat na kuna Amman. Amman ni mji mkuu wa nchi ya Urdun, Jordan. Kwa hivyo ni miji miwili tofauti, baadhi ya watu wanachanganya. Oman ni nchi na kuna Amman ni mji mkuu wa Jordan wa fi Libya na Libya, wa Aljazair na Algeria, wa Tunis na Tunisia. Uh, warubama kana fi Misra qalilu minhum, na uh, wenda pia Misri wako wachache katika wawo, toban ndiyo wako baadhi ya, ya, ya maibadhi pale Misri, na hata wako wako baadhi ya maimamu ulamambo kumbwa likuja kusomesha Zanziba fi maadhku ni Ibrahim Atfaish. Ibrahim Atfaish ni moja katika ulama kubwa kibadhi ya mbukomba walitoka Misri wakaja kusomesha hapa Zanzibar muda, walisomesha na katika watu waliosoma kwao hapa walipokuwa Zanzibar ni mufti wa Oman Al-Allama Ahmad bin Hamad Al-Khalili hafidhahu Allah Ta'ala wa ra'ah. Al-Allama Ahmad bin Hamad Al-Khalili si mnajua, amezaliwa Zanzibar, amekulia hapa Zanzibar, amesoma Zanzibar. katika watu waliosoma kwao ni huyu Al-Allama Ibrahim Atfaish fima azkur tuba, aliondoka baada ya nini? baada ya al-inqilab al-mash'um -um.

Zimam ni ile inayoongoza farasi, si ndio? Ah, kwa hivyo zimamu ambayo kwamba ilikuwa inaongoza fikra ya Uislam, tawala lquruni lmadhiya, kitambo chote cha karne zilizopita, biyadi laimma, kamba hiyo ya uongozi ilikuwa katika mikono ya maimamu wal ulama na wanazuoni min ahli hadhihi lmadhahibi, katika watu wa nini, wa madhahabu haya tuliofanya nini, tulioyataja

kubwa sana liyahdimu tilka almadhahiba kullaha, ili wayavunje haya madhhabu yote, wayaktasiru, na watosheke tu, ala hamli nnasi, juu ya kuwabeba watu, ala araihim, ili wakubali rai zao.